kama mnavyokumbuka wakati wa kampeni tulipita kwenye maeneo mbalimbali mbali. Na moja kati ya ahadi zetu, mimi pamoja na wenzangu, tuliahidi hasa pale tulipokutana na wakulima kwamba tutawaletea trekta na watalimiwa bure. Najua ndugu zangu wananchi, jambo hili lilikuwa zito akilini wa mwa watu, kwamba walidhani halitawezekana, nami nililichukua pamoja na wenzangu kwa uzito wake. Na moja kati ya ahadi tulizozipa kipao mbele la kwanza ni kwa wakulima wetu. Jimbo letu la Kiwani lina wakulima wengi, tukasema tutafute trekta kubwa na zuri la kisasa liweze kuwalimia wananchi wote wa Jimbo la Kiwani wenye uhitaji, na liwalimie bure bila gharama yoyote, wasichangie kitu chochote. Hakuna kutoa mafuta, hakuna kutoa fedha ya kumlipa dereva, wala hakuna kutoa fedha ya service ya trekta wenyewe. Kazi yako kubwa mwananchi wa jimbo la Kiwani ni kuonesha shamba lako liko wapi, ukalimiwe. Kwa kweli jambo hili limenipa faraja, na niwaahidi wananchi wa Mwambe, lakini wananchi wote wa jimbo la Kiwani, kazi hii itaendelea mpaka pale wataalamu wetu watakaposema kwa sasa suala la kulima halitawezekana tena, na mara nyingi ule wakati ambapo mvua zime, zimeanza kunyesha nataka tu niwape taarifa fupi wananchi kwamba kabla ya leo mpaka jana tayari wananchi 295 wameshapata huduma za kulimiwa. Na bahati njema sana, wananchi hao wako wengine wanaonesha mashamba zaidi ya matatu, lakini sisi tunamhesabu mwananchi mmoja. Lakini hadi leo asubuhi, taarifa niliyopewa ni kwamba ekari 123 nukta mbili tano zimeshalimwa na trekta hili toka limekuja. Kwa hiyo niwashukuru sana wananchi wa jimbo la Kiwani kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya, lakini kwa mashirikiano makubwa ambayo wametupatia. Nilisema hatutanii, tunaposema tunamaanisha na tutafanya kweli. Leo nilikuwa nawauliza wataalamu hali hii hapa hapa, mvua ikinyesha, kuna haja ya kudia lile trekta la kuumbua kumbua tena, kuburuga lile wataalamu wakanaambia hapa mvua ikinyesha unaweka mpunga wako unasia, unaendelea. Nikasema ni jambo zuri, litasaidia wananchi wetu kuweza kupanda vizuri kwa wakati, lakini kuvuna vizuri. Nitumie naf nafasi hii kuwaomba wenzetu wataalamu wa kilimo, huduma hii huwa inapatikana kwa fedha kwenye maeneo mengi ndani ya Zanzibar. Hapa Kiwani inapatikana bure. Sasa ni wajibu wa wenzetu wa kilimo, wataalamu watusaidie utaalamu watu watuelekeze mbegu gani bora, wakati gani bora, na mbolea ipi ya kutumia kwa wakati. Kwa kweli nategemea sana, baada ya hayo mwaka huu tuweze kuona mabadiliko ya uvunaji kwenye kilimo ndani ya Jimbo la Kiwani. Ombi langu kwa wananchi wenzangu wa Jimbo la Kiwani na wa Mwambe hapa kwa ujumla, tusikilize ushauri wa wataalamu saa nyingine tunakosea wa mbegu za kupanda, wakati wa kupanda, lakini hata mbolea ambazo tunaziweka. Kwa hiyo wataalamu wenzetu wana utaalamu huo, tuwasikilize ushauri wao, namna gani watatushauri. Niwaombe wakulima wote wa jimbo la Kiwani katika wadi husika, mtakapoelekezwa mfike kwa wingi, mwende mkapate maelekezo, muwaulize masuala, ili wakushaurini vyema, ili tuweze kufanikiwa. Wana Mwambe Tushirikiane, tuungane katika kuhakikisha tunaleta mapinduzi ya kilimo. Hatuna sababu kwa nini tusifanye vizuri kwenye kilimo kwa sasa, kila kitu tuko nacho. Kwa hiyo mimi, na matarajio yangu ni kwamba tutafanya vizuri na tegemea sana tutafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.